Bwana e, asifiwe. Bwana asifiwe. Ya kwanza kabisa, Your Excellency, wacha mimi nikupatie shukurani kubwa sana yenyewe. Hii serikali ya marefu na mapana, broad base, ni kitu ambaye imezaa vitu mindi, ukiona Ledama amesimama hapa Ujue ni nimoona mbele. Ujue ni maana nini mbele. Ya kwanza, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameniambia ni wasalimu wote, hebu munioneshe salamu ya Raila. Ya pili, wakati huu tumeamua kitu kimoja, hii maneno ya ushenzi ya ukabila sisi hatutaki. Mimi naona wale ambaye tulikuwa nawo wile murengo ingine, saa hizi nikwenda tu kwenda kusiju kwa Munyoro. Sijui kwenda kuona mzee ambaye hata katiba inasema hata wai simama. Hiyo ni upuzi mtupu. Na mimi nawaambia neentoninaakolo masai amwalikintae entoki nabo eneweji newaŋ wore kitoronatenewejikipoisimaamali neauni maliankwapaŋ menenaapotna ewak keba kiŋol eropiani ekauti aninjake no long Leo ni siku ya maendeleo. Leo ni siku ya kuhakikisha hata sisi tumekaa katika hiyo meza ya kugawa hela za Kenya, na wakati ile tutafanya hivyo, ni wakati tutaona ya kwamba tunachunga mali yetu. Mheshimiwa Rais, umefanya vizuri sana, nimeona mama yangu hapa, hapa Ndulele atakuwa akikaa kwa soko mzuri. hiyo ni kitu ambaye ukabila ingelete. Wale watu wote wako hapa Narok, mimi naambia kitu kimoja, tulilimana kwa sababu ya Mau Forest. Njoo hii maneno ya Mau Forest imemalizika. Title D njoo hii. Fence njoo hii inawekwa. Nini nyingine tunaulizana? Kuna kitu kingine tunaulizana? Wacha niwaambie. Wacha wale wanazunguka zunguka, hata naona Martha Karua anazunguka zunguka, hata hakulete kura 20. Anazunguka zunguka huko. Wacha sisi, Mheshimiwa Rais, ndikuombe. Hata hii maneno ya kutuita zi State House wacha. Wacha zitu tumgang'ane na ground. Ama namna gani?